Okay, tuko live kutokea hapa makao makuu wanapopatikana, uh, Dr. Dennis Shesherwa Shesherwa mchunguzi. Dokta, kuna maswali kadhaa tunaomba tupate ufumbuzi wa majibu kutokea kwako kwa kwa kama mchambuzi nguli wa masuala haya ya kisiasa. Hali ya Wakenya kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote kutukanwa imedumu kwa takribani wiki. Sasa uh, kwa hali hii, kwa hali hii jinsi ilivyo, nini maoni yako kuhusiana na hili sakata la Wakenya wamekuwa wakitukana kwenye mitandao ya kijamii wanatutukana, hatujui Kiingereza, lakini hata rais wetu pia. Nini maoni yako? Nini maoni yangu kuhusu hilo? Nashukuru sana ah, um, nashukuru sana kwa swali lako, nashukuru sana kuja kuniona jioni ya leo. um, nikitambulishe tu, naitwa Dkt. Denis Cheshera Basheshwa Agustini, mchunguzi kama ulivyo nieleza na e, napatikana katika nambari zangu za simu ya kiganjani, sifuri uh, saba uh, e, sita tisa nane nane nane, nane, nane, nane, nane, nane zero seven six nine triple eight triple eight, na sifuri saba moja saba saba saba saba mbili mbili mbili. Hizo ni namba zangu na nimetoa kwa sababu tunaweza kuendelea kujadiliana na watu wengine na kuhusu masuala haya. Uh, niende moja kwa moja kwenye swali lako ambalo naona ndio eh, mada yako kubwa ambayo umenitafuta jioni ya leo ili upate maoni yangu kwanza niseme kwamba swala eh, la kumtukana rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan na wa tanzania kwa ujumla uh, wetu ni jambo ambalo halikubaliki kwa hiyo naanza na preamble hiyo kwamba kumtukana kiongozi wetu mkuu wa nchi Rais Dkt Samia Suluhu Hassan na Watanzania haikubaliki. Hiyo ndio preamble kubwa, na kwa msingi huo naanza kwa kuwasihi, kwa kuwasihi, kwa kuwaomba ndugu zetu, kaka zetu, dada zetu, shangazi zetu, na baba zetu na mama zetu, ambao ni Wakenya wanaoendelea na matusi dhidi ya mkuu wetu wa nchi na dhidi ya Watanzania, na waomba na na wasihi kwa haki. Na nasema hivyo kwa sababu kadhaa ambazo nitazieleza. Zimekwisha elezwa sababu nyingi sana, lakini kabla ya kueleza sababu zile, nichukue nafasi hii kwa moyo mkunjufu kabisa kuwashukuru Wakenya ambao wamepinga Wakenya wenzao kumtukana rais wa Tanzania, kumdhalilisha rais wa Tanzania na kuwatukana Watanzania. Kwa hiyo nawashukuru sana Wakenya. Viko clip nyingi mtaziona mtandaoni za wale wanaosema what we are doing is not the right way to do it. I think we have overdone and it's not taking us anywhere. Kwa hiyo wako Wakenya waliofanya hivyo, nawashukuru sana. Lakini kwa moyo mkunjufu na watakio pia, nawashukuru watanzania wote ambao wamechukua nafasi ya kukataa hili kwamba matusi dhidi ya rais na mkuu wetu wa nchi Dkt. Samia Suluhu Hassan na watanzania kwa ujumla hayakubaliki na wao, na washukuru sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kulishukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo kwa nguvu zote limekemea na limepinga na limesema iwe mwisho. Na wabunge kama mlinot wamejadili swala hili la kutukanwa kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na watanzania bila kujali itikadi zao za vyama, na ndio maana mmemwona Joseph Kachefu Msukuma, daktari mheshimiwa mbunge wa Geita, ambaye namshukuru sana, akieleza aki hilo na akipinga hilo kwa nguvu zote. Mmemwona mheshimiwa Jesta, jina lake wala linanipa kila kidogo na waga nalikosea lakini, na amini waga nalisamii, kwa sababu mimi tulikuwa watu sana. E, naweza kulikosea mtamba kabangu kitu kama hicho. Ameongea kwa hisia kubwa, na wengine wote lakini, akiwemo pia mbunge wa Chadema ambaye ni Esther Matiko, bila kujali ustadi za vyama wote wanapinga. Mimi nawashukuru sana, nashukuru sana bunge, mmeonyesha nafasi yenu, na Mungu awabariki kwa hilo. Mnaonyesha upendo mkubwa kwa taifa lenu na uzalendo kama wakilishi wananchi mfanya vizuri sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru na washukuru sana. Napenda kumshukuru pia Prime Cabinet Secretary na Cabinet Secretary for Diaspora and and Foreign Services wa serikali ya Kenya, Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye kwa niaba ya serikali ya Kenya alitoa wa waraka tarehe 22 Mei ambao na vipengele vingi na ambapo amesema inabidi wa Kenya waangalie vioni hizi confrontation za maneno na matusi, lakini waangalie zaidi mahusiano na mashirikiano yaliyopo kati ya Tanzania na Kenya. E, Mheshimiwa Msari ya Mdavadi na serikali nzima ya Kenya pakalitoa warakao kwa niaba ya serikali ya Kenya, nashukuru sana. Lakini naishukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa rais na serikali nzima kwa namna ambavyo tumekuwa tukiendelea kuwa watulivu na kuwa na amani katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na watu wachache tu kule Kenya, ambao wamekuwa wakifisha matusi mengi dhidi ya Watanzania. Naomba nieleze jambo moja muhimu kwamba ninaposema watanzania wote tumekutana, ni e, muhimu sana kwa Watanzania kuelewa jambo moja ni muhimu kwao kuelewa kwamba aliyetukanwa au anayeendelea kutukanwa si rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania peke yake, Dakta Samia Suluhu Hassan, lakini viko klip ambazo Watanzania wote kwa ujumla wetu tumetukanwa. Kwa hiyo eh, Mtanzania yeyote akija akaanza ushabiki Instagram na Facebook na kusema we dokta unaongea vitu gani? Watanzania wote tumetukanwa kilipo zipo, ushahidi upo na ninazo, na nimezikopi vizuri, nimezidownload vizuri. Tumeambiwa hatujui Kiingereza, ni wajinga sote na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kila mtanzania katika milioni sita tumetukana. Kwa hiyo si matusi tu kwa mheshimiwa rais, lakini wote tumetukana na tumetukanwa sana. Hilo tulielewa. Sasa nini ni maoni yangu, na niulize, nataka niseme jambo moja kwamba ni muhimu kama alivyosema Cabinet Secretary Mheshimiwa uh, Musalia Daktari Musalia Mudavadi wa Kenya ni kwamba uh, haya yote hayana sababu yoyote ya msingi, haya yote hayana sababu yoyote ya msingi. Sina haja kueleza ni nini kilitokea, kwa sababu hiyo itakuwa haina id. Anayetaka kujua ni nini kilitokea, mmeona kiko Facebook, kiko Google, kiko YouTube, kiko WhatsApp, kiko kila mahali ya nini kilitokea. Lakini response ambazo zimekuwa ni confrontation na ni aggressive za namna ile hazina civilization yoyote ndani yake, wala hazileti maana wala majawabu ya sotoni. Ni muhimu tukatambua kwamba eh, kilichotokea moja ni kauli ya mheshimiwa wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ambayo mimi naiunga mkono. Samia alichokiongea alikiongea kwa wakati sahihi, ni kitu sahihi na kwa, na, na kwa muda sahihi aliongea kitu sahihi, kwa sababu Samia tumemtuma sisi wa Tanzania asimamie ulinzi na usalama wa taifa letu, na ndiyo alichokifanya. Na alichokieleza ni maswala ya eh, ulinzi na mipaka ya taifa letu ambalo ndio kazi tuliyomtuma kufanya. Kwa hiyo hakuna pahala ambapo kwa kauli alizotoa rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipotea. Hakuna, ni sahihi kabisa. Kwa kupinga, watapinga lakini, ukweli unabaki huo, na sababu yake kubwa ni moja, kwamba kila nchi, na wengine wamezungumza, ina namna na taratibu zake za nani aingie ndani ya nchi ile na aingie kwa namna gani. Kuna taratibu duniani kote, waandishi wa habari na Watanzania, ambazo taratibu zile ndani mingi... ya taifa fulani na taratibu zile unezo, ni univazo. Univazo, yes. Lakini ni ma a kwa nchi husika, na mnamwona Donald John Trump rais wa Marekani, toka aingia madarakani, maswala ya kuingia atoka na naye aingie na naye atoke. Uwezi kusema hawana katiba yenye miaka miangapi? Uwezi kusema hawana rules, hawana regulations, hawana senate, hawana congress, lakini naona kila siku anasema wewe ingia nchi fulani usiingie, nyewe mtakuja nye, nye hamtaingia Marekani. Ndio ilivyo, na huwezi ukamwendea ukamwambia wewe, Trump, unatuambia nini sisi, tunaingia Marekani? Huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo na sisi tunazo taratibu, kwa sababu kuna wanaosema kuna universal kind of a way, or kind of a situation ambayo, hapana hapana, duniani kila mahali kuna taratibu ambazo zinakuwa ni individual particularly kwa kila nchi na kadhalika. Of course ziko nyingine zinaweza kaa bit global lakini si kweli zinakwenda wakati mwingine kwa tofauti. Nitakupa mfano mmoja kabla sijaendelea. Tanzania hatuna juo juo citizenship. Hatuna uraia pacha. Hatuna. Lakini tunao watu wawili ndani ya nchi yetu ambao wakitaka wanaweza kuwa na uraia pacha. Tunaye Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo, tunaye Mwadhama Protas Cardinal Rugambwa wa kanisa Katoliki wakiamua wanaweza kuwa raia wa Vatican na wakawa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wakawa na passport mbili. Ni maamuzi yao. Duniani kila mtu anasafiri kwa kitu kinachoitwa passport. Nadhani mnaelewa, hati ya kusafiria. Na watu wengine wanaashumu kwamba kila mtu duniani ili asafiri lazima awe na passport. Jambo la kweli. Lakini nataka niwaeleze watu waelewe, Mfalme Karoli wa Uingereza, King Charles wa tatu, hana passport alikuwa nayo kabla mamake hajafariki, Malkia Elizabeth. Baada ya mamake kufariki, hana passport. Yeye anasafiri duniani kote bila passport. Ukitaka nenda Google utakuta kila kitu, lakini yuko prince, prince wa Japan na Ruhito na princess Masako, hawa watu watatu hawana passport. Kote wanako kwenda, ila mtu unaweza kasema lazima awe na passport ya ingia. Hapana. Na taratibu za kuingia ndani ya nchi ya mwenzako ni taratibu za nchi ile sasa alichokisema Dakta Samia Suluhu Hassan yuko sahihi, kwamba na sisi tunazo taratibu za nani aingie, na hata ukishaingia ndani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kama tumekuruhusu kuingia ndani ya taifa letu, bado unaweza ukawa ndani ya taifa letu, tumekuruhusu kuingia na bado tukakuambia ondoka, au tukakukamata. Umekuja ni mwekezaji ukavunja sheria, umekuja ni mtalii ukavunja sheria, umekuja kufanya kazi, umekuja kutembea umekuja kwa shughuli fulani tukaleni kwamba unaenda nje ya mambo kadhaa bado utakamatwa na utachukuliwa hatua. Kwa hiyo hata kule kuwa umeingia ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania haikupe garanti ya kwamba utakuwepo, basi umekuwepo na kadhalika. Hapana, na ndio hiyo ambayo watu wengine wamekuwa wanasema oh, hawa watu ni ni East East africans Africans, kwa hiyo ni... no, no, no, no. Ni East Africans, I agree, lakini tuna namna ya kusema utaingiaje ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na ndio maana sipendi kutaja sana majina lakini mheshimiwa Martha Karua wa People's Liberation Party, mara ya kwanza alikuja Kisutu, alikuwepo, alihudhuria kesi mahakamani, akarudi zake Kenya. Mara ya pili ndio tulimzuia, na kwa maana hiyo kuna sababu zake, na mamlaka hazija tuambia sababu ni zipi, na ndiyo maana sasa kuliongelea sana hilo, lakini tulimruhusu. Ingekuwa kuna shida, basi tungesema hatujawahi kumruhusu. Martha Karua alikuweko Kisutu mara ya kwanza, ni muhimu watu wakalitambua hilo akaondoka vizuri, akarudi Kenya. Mara ya pili tulimzuia na wenzake, kwa sababu ambazo mamlaka hazijaeleza. Nasema hivi ili watu waseme ah, tumezuiwa, tumezuiwa, hapana. Sasa ni muhimu basi Wakenya wakatambua hilo kwamba sisi tuna taratibu na sheria za, za, za, za, za kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini lililo muhimu ni nini, ambalo mi nafikiri kwa mujibu wa swali lako mwandishi wa habari, ni kwamba uhusiano wetu kama alivyosema, eh, cabinet secretary, prime cabinet secretary, Msali ya Mdavadi, uhusiano uliopo kati ya Kenya na Tanzania sisi ni mkubwa mno, ndugu zangu waandishi wa habari wa na wa Tanzania na Wakenya walielewe hivyo. Kenya ndiyo nchi ambayo Tanzania sisi tuna mipaka mingi nayo kuliko nchi nyingine yoyote inayopakana na sisi. Tuna mpaka Sirari mkoani Mara, tuna mpaka Namanga mkoani Arusha, tuna mpaka eh, Tarakea mkoani Kilimanjaro, tuna mpaka Holili mkwani Kilimanjaro na tuna mpaka holoholo eh, -holo na lungalunga -lunga mkoani Tanga mipaka hiyo, lakini tuna makabila mengi yaliyo katika nchi zote mbili kuliko nchi nyingine yoyote. Tuna Wakuria wa Kenya, Wakuria wa Tanzania, tuna Wajaruo wa Kenya, Wajaruo wa Tanzania, hivyo hivyo. Tuna Wataita wa Kenya, tuna Wataita wa Tanzania, tuna Wadigo wa Kenya, tuna Wadigo wa Tanzania, tuna Wamasai wa Kenya, tuna Wamasai wa Tanzania. Ukienda pale na Manga huwezi kujua Masai wa Kenya ni yupi, Masai wa Tanzania ni yupi. Kwa hiyo ni nchi ambazo tunashirikiana, lakini ni nchi ambazo tumekuwa marafiki kwa miaka mingi na kupeana heshima. Urafiki wa hayati baba wa taifa la Kenya Mzee Jomo Kenyatta na hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume, waasisi wetu, ulikuwa ni mkubwa mno, na ndio maana ukienda Mwanza utakuta tuna barabara zinaitwa Kenyatta na ni barabara kubwa, Kenyatta Drive kule Mwanza iko barabara ya Mzee Jomo Kenyatta na itadumu milele pale, na hata alipokuja Mwai Kibaki kuwa rais, sio mpaka wakati wa Kenyatta pekee yake, tunayo barabara ya Mwai Kibaki Dar es Salaam, Mwai Kibaki Road, kubwa kuonyesha namna mshikamano ulivyo katika zile nchi mbili. Tumekuwa marafiki wa muda wa muda mrefu, lakini kama alivyosema uh, Prime Cabinet Secretary, Mudavadi na nini, ni muhimu wa Tanzania na wakenya wakajikumbusha tunategemeana sana nchi hizi mbili Wakenya wengi wameoa Tanzania, Watanzania wengi wameoa Kenya. Kwa hiyo hilo ni lazima kulielewa. Wakenya wengi wameoa Tanzania, Watanzania wengi wameoa Kenya. Tuna Wakenya sasa hivi takriban laki mbili na nusu wanaofanya, walioko Tanzania wanaofanya biashara wanaofanya kazi almost 250,000, na tuna biashara nyingi za Wakenya, hivyo hivyo tuna watanzania wengi wanaosoma Kenya, walioko Kenya na wanaoendelea kwa Kenya, umeona kwa hiyo tuna tu, tu, a lot of, of, of connection. Ukiangalia kwa mfano eh, nimalize kipande eh, hiki kwa kusema kwamba ukiangalia upande labda wa biashara kama alivyosema cabinet secretary, prime cabinet secretary Msali ya Mdavadi katika communique eh, yake ya tarehe 22 mwaka 2024 4 huu mwaka uliopisha, sisi kama Tanzania tumeingiza bidhaa kutoka Kenya zenye thamani ya karibu trilioni moja nukta nne za Tanzania ambayo ni karibu bilioni eh, karibu 60 za, za, za Kenya na wao wame tumewauzia sisi Tanzania bidhaa karibu za trilioni moja nukta mbili almost 58 bilioni za Kenya. Tumewauzia Kenya, ni biashara kubwa. Mwaka 2023 kwa mfano, Kenya tuliwauzia mahindi na sembe unga huu wenye thamani ya dola za Marekani 51 milioni, 51 million dollars ni, ni nyingi ni nyingi sana na, na, na, na kwa hiyo kuna kuna kuwa na hiyo kind of eh, codependence kubwa katika biashara, codependence kubwa katika mambo mengine. Ukiangalia mambo ya makanisa kwa mfano, Kanisa Katoliki, ukiangalia masuala ya ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania, Baraza la Maaskofu Katoliki, ukiangalia eh, masuala ya Waislamu na, na, na BAKWATA na wanavyohusiana na Muslim Council of Kenya na kadhalika, ni mambo mengi mengi, vyo vikuu vyetu na vyo vikuu vya Kenya external examiners, e, wa, wa mitihani na wanafunzi wa Tanzania wanaosoma Kenya. Mimi nafahamu wengi wa Kenya waliojaa Tanzania wanasoma, ni mambo, ni kwamba tuko kindugu zaidi, na ndio maana tunasema Kenya ni blood sisters wetu blood brothers wetu kuliko nchi nyingine yoyote ile. Na kama hivyo ndivyo, kwa nini haya yote yatokee, tuwe na matusi? Hata kama imetokea situation fulani, kwangu mimi naona si sawa, it's not fair na ndio maana anasema ni watu waache hayo hayo matusi, na tuende na kauli aliyowahi kuitoa mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tukumbuke mwaka 2019 mbunge katika bunge la Kenya chazi jagua kanyi alitoa maneno ya kisonofobia ya kutaka watanzania watimuliwe wa Kenya. Mkumbuke vizuri, ilikuwa mwezi wa sita mwaka 2019. ya kaspark shida katika bunge la Kenya yakaspaki shida katika bunge la Tanzania. Jagua alikamatwa, Jagua alishtakiwa akatoka kwa dhamana, sikujua kilicho kuendelea na Jagua ni kipi. Mnamkumbuka Jagua? Lakini Tanzania ilichofanya kidogo ilibana kidogo pale, holoholo Rais wa awamu ya tano. Kwa mkoa nakumbuka, wakati ule Tanga Maritine Shigera ambaye sasa yuko Geita. Alibana kidogo tu ndani ya siku tatu mambo yalikuwa Kenya hayaendi. Ikabidi mheshimiwa Uhuru Kenyatta achukue ndege akimbie Chato na ndipo alipokwenda Kenyata Chato. Alikwenda Chato pale tena akapewa na Tausi wale na nimkumbushe Uhuru kwamba wale Tausi Magufuli alimwazima azalishe Tausi na arudishe Tausi wake. Kwa hiyo akasema, Magufuli alishakufa wale Tausi akawataifisha. Arudishe Chato akishazaa wale Tausi akapata mbegu zile. Ndio Uhuru Kenyata alipokwenda Chato na akazungumza kwenye uwanja wa ndege wa Chato. Tafuteni hotuba yake iko kwenye YouTube, iko Google, mtaiona. Alisema sisi ni ndugu, na hakuna haja ya maneno kama aliyo yasema Jaguar kule bungeni eh, ya kuleta ubaguzi katika mataifa, mataifa yetu. Najua Wakenya watauliza sasa, kama ni hivyo, kwa nini mliwazuia kina wile mtunga chaji na wengine kuingia? Wale wamezuiliwa kasa taratibu zetu za kuingia ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kama taratibu akizikamilisha vizuri na kama hakuna sababu yoyote kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rukusa. Hatukatai. Kwa hiyo sisi ni ndugu wa damu katika, katika katika mataifa yetu mawili na kwa msingi huo nachoweza kusema mimi ni kwamba hakuna sababu ya kuendelea kuwa na matusi ya kutukanana. Hapana, haileti heshima, haileti it's, not healthy. That's what I can say in english language, ingawa wamesema hatujui Kiingereza. Watanisamia Wakenya, nimesema hapo maneno kidogo ya Kiingereza nimeyabahatisha, because they have said that we don't understand english language dsannglianguae uh, kwa hiyo na hilo labda nitalizungumzia kidogo ya nimeongea maneno ya Kiingereza kwa sababu ukiongea Kiingereza wanasema hatujui Kiingereza. Mmoja nimemuona leo anasema hatujui hata neno moja la Kiingereza. Even a single name ya Kiingereza. Lakini nataka kuambia kuhusu Kiingereza hicho ni kwamba eh, kama Kiingereza kingekuwa ni kete ya maendeleo, basi Kenya ingekuwa the the, the, the the leading economy katika dunia kwa Kiingereza kama kingekuwa ni kete. Lakini Kiingereza wa Tanzania hatukipi nguvu. Nadhani mnaelewa waandishi wa habari. Na naomba wa Tanzania wa Kenya ni waelewe. Kwa sababu mme Samia ajui Kiingereza? Samia ajui Kiingereza. Watanzania wajui Kiingereza? Rais Samia ajui Kiingereza. Ni hivi. Samia ni msomi. Mzuri tu. Ni msomi mzuri sana. Rais Samia na Watanzania sisi ni wasomi wazuri sana. Samia amehutubia Baraza la Usalama ba, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, amehutumia vikao vingi Davos, Uswizi. Samia ni champion wa nutrition duniani na anahutubia mikutano yote kimataifa. Samia ni champion wa kilimo ni championi wa maji, ni championi wa afya. Samia ni champion wa clean energy duniani, sio katika Afrika tu, na mambo mengine mengi ya maendeleo, na kote anakokwenda anazungumza Kiingereza sadiki East Africa community na kwingine. Anayesema Samia hajui Kiingereza ni nani? Na anasema watanzania hatujui Kiingereza? Hapana, msituseme hivyo wa Kenya. Hapana, that is not fair. we are very very good in English language, but we are embracing Kiswahili. Because Kiswahili is our national language. We We are are not embracing English. We are learning English, English-speaking learning in order to to communicate with with guys globally for trade, tourism, investment, and delight, and to be, you know, connected with the world. Otherwise, we are good in English language. We have millions of English, good English speakers that can embrace Kiswahili. Na ni muhimu wa Kenya wakaelewa mkalielewa hilo kwamba sisi wa Tanzania, wa kumalizia. Lugha yetu ni Kiswahili ni lugha yetu ya taifa mpaka e, logo yetu ya nembo yetu ya taifa imeandikwa uhuru na umoja kwa Kiswahili. Wimbo wetu wa taifa ni wa Kiswahili. Tunapoapishwa Tanzania, unapoapa na anakuapisha rais, unaapa kwa Kiswahili. Katiba yetu iko kwa Kiswahili, bunge letu linaendeshwa kwa Kiswahili, baraza la wawakilishi linaendeshwa kwa Kiswahili, mahakamani kesi zetu zinaendeshwa kwa Kiswahili ibada zetu makanisani zinaendeshwa kwa kiswahili sherehe zetu sijui za harusi za misiba kila kitu kinaendeshwa kwa kiswahili kwa sababu gani? Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa sasa kama Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa kila kitu ni kiswahili ukienda kwenye benki wapi mtu anakwenda kufanya shughuli zake anazungumza kwa kiswahili kwa hiyo lazima waelewe kwamba sisi kiingereza tunacho tu kwa maana ya kuwasiliana duniani lakini sisi tuna embrace kiswahili ndio lugha yetu ya taifa na tunakosa kwa kufanya hivyo kwa hiyo, Wakenya waelewe hilo kwamba Tanzania Kiswahili ni lugha yetu ya taifa na ndio tuna embrace. Kwa hiyo kijana wa Kitanzania akitaka kuoa kijana wa kike na kijana wa kiume watakutana, watazungumza Kiswahili, washenga watapeleka mahali kwa Kiswahili, pete itavalishwa kwa Kiswahili, send off party itafanyika kwa Kiswahili, kanisani ibada itaendeshwa kwa Kiswahili, harusi itafanyika kwa Kiswahili. Na hata wakienda honeymoon mnaita mwezi wa asali wataenda kwa Kiswahili na hata wakitaka kupanga kupata watoto watapanga kwa Kiswahili na mimba itatungwa kwa Kiswahili na mtoto atazaliwa kwa Kiswahili. Na hata kanga atakayobebwa itaandikwa Kiswahili tu. Utaona kanga za Kiswahili zimeandikwa hayawi hayawi, yamekuwa walisema hayatakuwa, yamekuwa eh, utakuta ndiyo kanga hiyo, mtoto atakayobebewa huyo wa Kiswahili. Na akienda kliniki watamuliza kwa Kiswahili, na watakao kuja kumpongeza mama amejifungua katoto kazuri ka kike ka kiume watampongeza kwa Kiswahili. Kiswahili ndiyo lugha yetu, kwa hiyo tuna embrace Kiswahili wanaongea Kiswahili pembejeo wananunua kwa Kiswahili, pembeje mbegu kwa Kiswahili, wanalima mahindi kwa Kiswahili, wanawauzia wa Kenya Wakenya kwa Kiswahili, na mnayanunua kwa Kiswahili na mnayala kwa Kiswahili. Sasa kwa nini mseme Kiingereza? Hawajui Kiingereza? Hapana, kubwa eh. Kwa kumalizia, niseme kwamba eh, hatuna sababu ya, ku, ya kuparurana. Hii mambo ya kuparurana, tufike mahala haya matusi yawe mwisho. Mumeona wabunge wetu, narudia, bunge letu nalishukuru, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walivyokemea hii hali. Si hali ambayo ni healthy, na nipende kuwaeleza Watanzania kwamba wa Kenya asilimia 99.999 ni wastaarabu narudia, 99.999 ni wastaarabu, ila kuna elementi za watu wachache ambao wao nadhani wamevurugwa vichwa na kadhalika na ndio waliojaa matusi. Ndio waliojaa matusi. Sasa hao waache, make naona wamezoea kule, wanatukana wanamtukana wanamtukana mheshimiwa rais, mara wamwite Kasongo mara wamwite sijui. Yani, they are giving Ruto maneno yote wanaojua, jambo ambalo pia sio fair kumtukana mkuu wa nchi ya Kenya hivyo hapana. Sisi tuko ndani ya East Africa Community na hatuoni kama ni jambo ambalo ni, ni, ni, ni, ni healthy. kwa hiyo nafasi hii mlioniomba kuniuliza kwamba nini maoni yangu, ni kusema kwamba nawasihi na nawaomba na ndugu zetu wa Kenya, ndugu zetu wa damu, haya matusi acheni, acheni matusi, acheni kejeli, acheni dharau, acheni makatuni, acheni vitu hivyo havileti kama alivyosema eh, eh, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi havileti herufi yoyote kwenu wala kwa mtu yote. Vina faida gani na maana gani? Namfurahisha nani, ili iweje huku eh? Tuko tunapambana na manga, tukupitishieni chakula eh? Kije hapo, mule mkishamaliza ugali mmemaliza na nyama, tumepitisha na manga, mtutukani. Na nyinyi mko busy mnatuletea vitu vingine, tunaimport kutoka kwenu, sabuni, vitu vingi tunaimport kutoka kwenu Kenya na ndio maana unaona sisi hatujibu kwa matusi, wala hatuja kutukaneni na hatutakaa tukutukaneni kutu, kutu, kwa sababu so si ustaarabu wetu. Tunaamini sisi ni ndugu, na ndugu hawezi kumtukana ndugu, dada hawezi kumtukana dada, kaka hawezi kumtukana kaka. Kwa hiyo pale mlipotukana, ni seme jitafakarini wenyewe muone kwamba mmekosea wale waliotukana, na basi mwachane na mambo ya matusi, twende tuijenge Kenya twende tuijenge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama kuna watu wanaotaka kuchukua nafasi hii kusema kwamba kutakuwa kuna diplomatic row kwamba kutatokea labda mgogoro wa kidiplomasia